Nitumie nafasi hii kwanza kushukuru sana uongozi wa shirika la TANESCO ambalo lina dhamana kubwa ya kuhakikisha watanzania wanapata nishati ya umeme hapa nchini. Bwawa la Mwalimu limekushakamilika kamilika, kumekusha anza kuwa na ujenzi mkubwa wa usafirishaji wa umeme huo mpaka kufika kwa watanzania. Kuna miundombinu mikubwa ambayo inatengenezwa kwa ajili ya usafirishaji na kwa ajili ya usambazaji wa umeme, lakini pamoja na hilo pia kuongeza uwezo wa huo uzalishaji wa umeme kufikia kwa watanzania, tumeangalia miradi mikubwa ambayo inaendelea, mradi wa si chini ya bilioni 125, ambao unaleta maboresho ya kuwa na transformer kubwa zinazalisha umeme mkubwa zaidi. Tumeona pale Ubungo, lakini tumeona pale Mabibo, lakini tuko hapa Mbagala, tumeona pia mwendelezo wa miradi hii mikubwa ambayo inazidi kustabilize upatikanaji wa umeme hapa nchini. ni kuwaasa watanzania kulinda miundombinu. Kuna baadhi wa Tanzania, wa Tanzania, ya watanzania au wasio watanzania wenye nia ovu kuwa wanaiba transformer, wanachukua mafuta transformer, wanakata nyaya tulishirikiana na shirika kuhakikisha kwamba tunadhibiti mienendo hiyo. TANESCO ni umeme, TANESCO ni ajira, TANESCO ni viwanda, TANESCO ni exportation, TANESCO ni amani ya taifa. Ndiyo thimu kubwa ya ziara yangu leo. TANESCO, tunayaangaza maisha yako.